Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando imesema kuna ongezeko la wagonjwa wa saratani wanaotibiwa na kushindwa kulipia matibabu, jambo ambalo linailazimu hospitali hiyo kutoa msamaha wa matibabu kwa wagonjwa hao. Katika kusaka mwarobaini wa kudumu wa changamoto hiyo, Bugando imeanzisha mbio za hisani zenye lengo la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni moja ili kugharamia matibabu ya wagonjwa wa saratani ambao hawawezi kumudu gharama za matibabu hayo katika mikoa ya Kanda ya Ziwa mbio hizo zenye kauli mbiu ya kimbia changia matibabu ya saratani zitafanyika Agosti tatu mwaka huu, zimezinduliwa leo na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ambapo washiriki zaidi ya mia tatu wamekimbia kilometa tano na kufanya mazoezi mepesi. Akizungumza leo Juni 14 mwaka 2025, kaimu mkurugenzi mkuu wa hospitali ya rufaa ya kanda Bugando, Dr Baati Wajanga amesema mwaka 2024 hospitali hiyo ilisamehe kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa wagonjwa wenye changamoto ya saratani, kiasi ambacho ni mzigo kwa hospitali hiyo. Kwa mwaka huu tumeamua kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia gharama za matibabu ya saratani kwa ujumla. Hii ni baada ya uwekezaji mkubwa wa serikali ya awamu ya sita katika hospitali yetu hasa katika eneo la matibabu ya saratani. Baada ya maboresho hayo, tumeendelea kushuhudia ongezeko kubwa la wagonjwa wa saratani. Kwa mwaka 2024 pekee hospitali yetu ilisamehe kiasi cha shilingi bilioni moja pointi mbili kiasi ambacho ni mzigo mkubwa kwa hospitali yetu. Kutokana na ongezeko hili la wagonjwa wanaogua saratani, uongozi wa hospitali uliamua mbio za Bugando Health Marathon msimu wa pili zitumike kuhamasisha kuchangisha fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu ya saratani kwa wasio na uwezo wa kugharamia matibabu. Hivyo, pamoja na kuhamasisha mazoezi ya viungo lengo la mbio hizi ni kukusanya shilingi za kitanzania takribani bilioni moja na zaidi kwa ajili ya kusaidia gharama za matibabu ya saratani kwa wasio na uwezo. Ni matumaini yetu kuwa utaendelea kuungana nasi katika kuhamasisha wadau mbalimbali ndani mbali na nje ya mkoa wa Mwanza ili waweze kuungana nasi katika juhudi za kuokoa wagonjwa wa saratani kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema ongezeko hilo la wagonjwa wa saratani limekuwa kubwa tangu hospitali hiyo ilivyoanza matibabu ya ugonjwa huo mwaka elfu mbili na tisa baada ya serikali kufanya maboresho makubwa hospitalini hapo ikiwemo kujenga jengo la saratani na kujenga mtambo wa kufua hewa ya oksijeni ambapo amewataka wananchi kuungana ili kuwasaidia wagonjwa ili watibiwe na kupona warudi kusaidia maendeleo ya taifa, kutokana na ongezeko la wagonjwa wa saratani. Na kama tunavyojua, gharama za matibabu ya saratani ni kubwa, na wananchi walio wengi hawana uwezo wa kugharimia matibabu haya, ikiwa ni pamoja na mahitaji mengine kama nauli, malazi wakati wa matibabu, halikadhalika lakini pia kutokana na takwimu zinazoonyesha kadri miaka inavyozidi kuongezeka na idadi ya wagonjwa wa saratani inazidi kuongezeka pia, naomba nitoe wito wetu, wito kwenu sote, kwetu sote, tuungane kwa pamoja kusaidia wagonjwa wa saratani ili waweze kutibiwa na kupona ili warudi kuchangia maendeleo ya taifa letu. Saratani inaweza kumpata mtu yoyote yule. Kwa hiyo tuunge mkono jitihada hizi za kurejesha tabasamu na furaha kwa wenzetu ambao tayari wamechunguzwa na kubainika kwamba wana tatizo la saratani. Ninaomba kila mmoja wetu ushiriki kwa dhati kwa kadiri ambavyo atajaliwa. Wale wenye mchango kidogo utapokelewa, wenye mchango mkubwa utapokelewa. Na waswahili tunaambiwa haba na haba hujaza kibaba. Kwa hiyo, wafanyabiashara, watu binafsi, sekta binafsi, sekta za umma, tuwaunge mkono wenzetu wa Bugando, kama ambavyo mwaka jana nilitoa shilingi milioni tano na kwa mwaka huu pia ninaahidi kuchangia milioni tano katika kuleta hamasa ya taasisi na wengine kuendelea kuchangia. Kwa upande wake shujaa wa saratani nchini Saidi Mandingo maarufu kama Babu wa Kitaa amewashauri wananchi kuacha kasumba ya kukimbilia kwenye tiba za kienyeji na badala yake wajenge utamaduni wa kupima afya zao kila mara, ili kuwahi matibabu, huku baadhi ya washiriki wa mbio hizo wakitoa wa maoni yao. Leo hii, ikitokea umeambiwa una saratani, cha kwanza kabisa tuliza akili unaelekea uamini kwamba kupata saratani sio cheti cha kifo. Jambo tu la msingi ni wewe kuwa na utaratibu tu mzuri wa maisha wa kwenda kujichunguza, na hii yote ni kwa sababu saratani ikwasabau mapema inatibika kirahisi. Wanaopoteza maisha wengi ni i watuambo wanaut wenye hatua mbaya za saratani. Kwa hiyo sasa, ili tupate masurvivor wengi kama mimi, ni vyema tukabadilisha mtindo wetu wa maisha, tukaanza kuadapt ile taratibu za kwenda kujichunguza. Hapo ndipo ambapo tunaweza tnowetu masurvivor wengi zaidi. Niwashukuru Bugando kwa hii kampeni walioianzisha ya kuitafuta bilioni moja kuwasaidia wagonjwa wa saratani. Tunafahamu matibabu ni bei gharama, lakini kwa pamoja tukifanikisha kuipata hii bilioni moja tutakuwa tumewasaidia wakazi wa Tanzania wengi, hususan watu wa kanda ya Ziwa. Kwa siku hii ya leo, tunachangia kwa ajili ya wale wagonjwa wapate matibabu angalau. Najua matibabu yao ni, mar, ni gharama sana. Sasa ili tuchangie gharama lazima tuite na wenzetu kwa tusaidie. Kwa maana hiyo, tunakaribisha watu wote, taasisi mbalimbali, vikundi mbalimbali kwa ajili ya kusaidia watu wasaidi, tuseme hawa watu ni wahitaji, wahitaji wanahitaji msaada, yale magonjwa ni gharama kubwa. Kwa hiyo tunahamasisha taasisi nyingine na wenyewe waweze kuchangia au waanzishe na wao kwa ajili ya kuchangia watu wenye saratani. kakue inajisikia furaha sana, fura sana kushiriki marathoni hii ambayo ni uzinduzi. Tunajua kwamba uzinduzi wetu umeandaliwa ni muda mrefu kidogo, lakini kwa siku ya leo kwa kweli ni furaha sana. Tunaona watu wamekusanyika wengi, watu wamekubali, tumeweza kukusanyika wote kwa pamoja. Mazoezi tulikuwa tunafanya kila siku, mimi ni mwanamazoezi mmoja hapo ambaye wanafanya mazoezi ya bugando hapa mara kwa mara, lakini sasa tumeweza kujumuika na wanamazoezi wengine kutoka sehemu nyingine. Kwa kweli tumejisikia furaha sana. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi Damia ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.